lack of value, lack of relationship, good relationship with people, characters, bad characters. Nimesema the absence of strategic relationship. If you lack value, value in your life, that is going to happen. Value ni nini in other words, if value inaongelea tabia career, we will have to prepare for the career. Masha na kuda mabadilisho ni dawa ya kuda.

It made my mom akatolewa kwa poverty na watoto wake wakapata upendo. My mom was not that. Okay, ni mtaf sana, ni murah. Na yeye ana majani mtu okay. Muongee, mtapatana, atakuongelesha vizuri. Lakini yeye si mchoyo. Na kimaliza ever the last word Mungu yuko. Nani wanatumianga hiyo? Najua Mungu God will provide like my dad also. Hata ukapata ugonjwa ukamwambia, baba mtoto ni mgonjwa kikana nisumbua, nakwambia mtoto wangu. Si Mungu ndiye alikupa hiyo mateso ili ukutumikie. Tuombe. That is what tell my dad no my friends. Nika banana tena na niambianga hivi. Na tunakuombea. Tunaifukuza haitakula pesa yako. My parents at a second born. They normally my dad kindness, generosity. Toa mama. Amen. Yeah. The type of people mnatembea nao wale now wa kuchochea.

Unaona, you know, mm -hmm. Sikemea watu kama hao marafiki. Marafiki wa kuchunguza chunguza maisha yako. Marafiki wa kutembea kwa wazo na kutembea. Atacheka na wewe vizuri hapa mama. Mm -hmm. Tafikiria ndio huyo. Na chenye anakupandia. <coughs> Nimeni kwa hiyo hata hiyo. Like. Toa, Mungu akikupatia to. Usikae usi usikwambia advice. Wrong advices from people. Look for very great mentor. Eh? Yule mtu mwenye atakupatia advice ya kukusaidia, kuguide eh kwa maisha yako. Wewe umekuja umemwambia niko na elfu hey, 5 nataka kuanza biashara. Mwingine atatoka okay tu akwambia na yeye elfu 5 ataanzia biashara gani? Wao wanang'ang'ana na yeye elfu 5 ili uondoe ile roho kwa maisha yako. Lakini mwingine naye anatoka juma na kukufisha roho. Itafanya nini? Tafuta marafiki wenye wako strong. John 5:1 to 7. Twende usomee sababu ya masaa.

Baada ya hayo palikuwa na rusi ya Wayahudi na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu na huko Yerusalemu, penye mlango wa kondoo pana birika ibaye kwa Kiebrania saita, na ina matao matano ndani ya hayo jamii kubwa Yohana 5:1-7. Darudia baada ya hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi, na Yesu akakwaa kwenda Yerusalemu, na huko Yerusalemu penye malango wa kondoo pana pirika itaa kwa Kiebrania bebesaita, na ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wakonjo walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza wakingoja maji yachemke kwa maa, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka kutoka katika ile pirika akayatipua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutipuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka thelathini na minane. Yesu alipomwona huyo amelala naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati inapokuja, mimi mtu mwingine ushuka mbele yangu. Kitabu kinatuelezea about one man ambao walikuwa mahali, lakini silaki like kidimbwi. Wale wete walikuwa wanaenda ili waongelee hapo, wapokee uponyaji. Sasa huyu mwanaume alishindwa, ni nani atampeleka pale ili aokolewe, aenda awekwe kwa hiyo kidimbwi, apokee uponyaji. Alikuwa amekaa na hiyo hofu yake kwa muda, hiyo wete kwa muda, kila watu walikuwa wanampita, wanampita lakini siku moja mwanamume mwingine tu wawili wakamhudumia, wakamchukua, wakamweka pale. Nilikuwa naongelelea hii relationship. Aliitisha nini ndani ya hiyo kitu? Huyo mwanamume hakuitisha chochote, hakuitisha strength wala hakuitisha skills za kutumia, alitaka tu ule mtu wa kumshikilia. Kwa maisha yetu sometimes kunaweza kuwa nayo, lakini hauye ule mtu wa kukupatia hiyo directions vyenye utafika pale aliitisha na. Sasa baadaye akapata Mungu Yesu akamuokoa akapona. Sasa waye pia, kwa maisha kuna yule mtu ama yule malaika mwenye Mungu akakutendea huyo, mwenye unadharau tu huyo, siku moja huyo ndiye atakuokoa ndani ya mashida zako. Huyo ndio mentor, huyo ndio destiny connector wako. Ataona hii shida imekukula kwa muda kupitia kwa huyo mtu, hata kama hana pengine kona relative wake mahali ama mahali ambapo anafanya kazi, ako na mtu ambaye anaweza muongelesha bila msaidie na imaji itakuwa ni vizuri kuliko kuona haka hakawezi haka. haka ukiangalia mtu venye kanafanana hakawezi hata akasiwezi haka kaambia hapana, not that everybody mwenye anakutana na yeye kwa maisha yako si sawa kuna wengine wazi, naomba Mungu akuletee huyu mzuri, asikuletee ule wa kukudarau amen. Lack of productivity